Basi Bwana asifiwe. Amen. Leo ningependa kusoma kitabu cha Mika Mika saba, saba. Biblia inasema, lakini mimi namtazamia Bwana nitangojea Bwana wa, nitangojea Mungu wa uokovu wangu Mungu wangu atanisikia. Kwa hii dunia, wakati mwingi mambo mengi yanatuzingira hata mengine hatujui tutafanyaje, na hata mengine tunasumbuka, tunaona itaenda mbaya. Lakini sisi kama wakristo tuna matumaini. Kwa nini? Kwa sababu kuna yule ambaye tunamtegemea, jina lake ni Yesu Kristo. Mika aliandika kitabu hii wakati watu walikuwa wanakandamizwa, wakati watu walikuwa wanaonewa, wakati wale ambao wanatenda maovu wangehukumiwa watu ambao wanatenda maovu wangepongezwa na watu ambao wanatenda mema wangekandamizwa. Hata wakati mwingine unasumbuka, unasema ni, ni, nitafanya nini? Lakini kwa wewe mtumishi wa Mungu Leirida John pamoja na mama yangu Beatrice, kitu ambacho nakwambia, tazamia Bwana. Kwa nini tunamtazamia Bwana? Yeye ndiye ana majibu ya kila jambo. Ukitazamia mwanadamu anaweza kukudanganya. Ukitazamia pesa, saa zingine hauna ama haitakusaidia, lakini na kuomba wewe, tazamia Bwana, wait on God. Kwa nini tunamtazamia Bwana? Ni kwa sababu Bwana anajibu. Kitu cha pili, tunaongojea Bwana abadilishe mambo. Hata mimi Nangojea Bwana, atabadilisha mambo. Hata mambo ambayo yalikuwa kombo atayaweka yawe straight. Hata mambo ambayo tulikuwa tunaona yamefika mwisho, Mungu atakiuza mambo. Mimi nangojea Bwana, Bwana atamake everything right at his time. Wakati mwingi tunasumbuka kwa sababu tunaona maneno kwa muda mchache, lakini ukiona maneno kutokea kwa perspective ya Mungu. Mungu ukimngojea atafanya mambo yote kuwa sawa. Sijui, unajua nyuki inatoanga wapi asali? Nyuki saa zingine inaenda inapata maji hapo kwa choo inatoas, inatoa inaenda inapata vitu mbaya inatoa, lakini asali ni tamu. Najua tumepitia hali ngumu, lakini tunamngojea Bwana, tunamtazamia Bwana, tunamngojea Bwana na pia tunajua Bwana atatusikia. Naomba Mungu awasikie, awape amani kutokea leo, afungue njia.